Mwenyezi Mungu amehalalisha kupitia Mtume sala salama, yale yote ambayo ni mazuri ambayo anayakubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndo pakatajwa vitu vya haramu mbalimbali, japokuwa ndani ya Qur'ani utakuta vitu pengine vitu vinne vimetajwa. Aghlab vitu vinne. Ndiyo. Au vitatu katika, eh, katika baadhi ya maeneo. Mfano tunaambia kwamba hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighayri llahi bih. Hapa ni vitu vinne kisha kuna walmunkhaniqatu walmuqudhatu almutaraddiyatu wanatihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakaytum wa ma dhubiha ala nusub. Inashika baadhi tisa huko mbele katika aya nyingine kwamba tumeharamishiwa sisi almaitatu mizoga. Kwa maana hiyo, katika moja hukumu za miamala ambazo hata juzi kauliza mtu swala kama hili ikiwa nasikiza utajibiwa hapa basi, hivi moja kwa moja, moja kwa moja. Naam, sahihi, mashaallah, straight fatwa, moja kwa moja, straight fatwa. Alhamdulillah, na hii na hii ndio, ndio, ndio umuhimu wa hizi media Mashallah, alhamdulillah, moja kwa moja wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Istiqama Swahili TV, alhamdulillah rabbil alamin. Na mimi nilitamani sana tuwafuate kule kule sokoni, mashallah, kutokana na time na hali ya hewa kidogo imetuzuia, kwa sababu soko haliwezi kuja hapa, aa wngineimu hawana lakini alhamdulillah itawafikia inshaallah. Sasa mfano ndio Mtu anafuga wanyama, wanyama halali kuliwa kama vile ng'ombe, mbuzi, mbuzi, kondoo na mfano wa hao ndio sungura, nyama inayote ambayo inafaa kufugwa na kutumiwa ndio mnyama. Mnyama yule amekufa yeye, kwa sababu ni muislamu, Muislamu naam na na mtu yote kwamba haruhusi kula mzoga katika asili, hata alikuwa si Muislamu, madhara yako hata kwake, ndio kwamba mnyama huyo ameshakufa, si ushakuwa ni mzoga ule maita, kwa hivyo haifai kula Je, ikiwa amekufa ng'ombe katika zizi la mfugaji, na pengine, upande wa pili, nyumba ya pili, mtaa wa pili, au katika maeneo fulani kuna mtu anafuga mbwa, naam, pengine mbwa kwa ajili ya kuwauza, kwa ajili ya kuwauza, au mbwa kwa ajili ya ulinzi, au mtu kwa ajili ya ulinzi, naam, kwamba wale mbwa wanaweza kula mizoga katika asilia, kwa sababu si haram mbwa, si kula mizoga. Je, kwa huyu ambaye ng'ombe wake amefariki, au ndio ng'ombe wake amekufa, ndio Itafaa kwake, itaruhusika kwake kuuza mwili wa ng'ombe aliyekufa kumuuzia mfuga mbwa ili awalishe mbwa wake, mbwa wake. Sio ile yeye mwenyewe, sio ile mwenyewe, awalishe mbwa wake. awalishe mbwa wake. awalishe mbwa wake. au labda kama mtu mwenye yeah, zoo vile ampelekee wale chui wakale. Chui na mamba na mfano vitu kama vile vinavyokula. Ndio zimeharamishwa kwenu maiti mizoga mizoga, tayib. Tumeharamishiwa nini? Aya hii pia haikusema kwamba hurimat alaykum almaita tu akluha mfano kwamba meharamishiwa mizoga kuila, haikusema aya kwamba mkula kuiuza au kuiuza tu mfano kuigawa. Naam, na ingesema kwamba kuuza peke yake, basi ingekuja kuleta shida katika hukumu nyingine baadaye

maswala haya kuila, maswala ya kutumia katika njia nyingine, kalbai'i wa shira kama vile kuiuza au kununua mizoga ile, hata kama utaiuza kwa ajili ya kupewa mbwa, naam, au kuitoa hiba kama zawadi. Zawadi. Kumpa mtu anayetumia, yote hayo haifai, maana hiyo aya imekataza moja kwa moja kila mtu, aya moja imekusanya mambo yote, kila kitu kwa kieni haramu kushana na mizoga, naam, ijapokuwa katika baadhi ya hadithi kama katika sahih Muslim. Naam kwamba Mtume sala salam alipita pahala akakuta kuna ng'ombe amekufa, ndio watu wakamtupa yule ng'ombe. Mtume sala akamwambia kwamba laukama mungechukua ngozi yake mkafaidika nayo ile ngozi, akisha kasema kwamba ayuma ihabin dubira fakad tahura, kwamba ngozi ya aina yoyote ikisafishwa ikakaushwa, basi inakuwa imetoharika kwamba wangetumia ile. Kwa maana hiyo, mfugaji anafuga ng'ombe, wamepatwa na, na maradhi wamekufa, maanake ana uwezo wa kuachuna ngozi wale ng'ombe zile Sama. ngozi zikatumika labda katika industrial sector, kama kutengenezea mikoba, viatu na kadhalika na <laughs> <laughs> mto uchumi <laughs> kwao hapa pia ni uchumi kwamba hii mali imepotea. Kwa hivyo tusikose vyote tusikose vyote, nyama hii haramu kutumia kwa hali yoyote, lakini ngozi hii inaweza ikachunwa, ikasafishwa, ikakaushwa, kisha baadaye ikatumika katika manufaa manu, mengine.